Hakitaki kutoka kila ukitaka kuacha kusema uongo. ni Mithali. Amina, kita... wa kwanza tusomee hiyo Mithali kumi na mbili mstari wa ishirini na mbili. Watu wameona ni kitendo cha kawaida kusema uongo, watu wanaona ni sawa kabisa. Hiyo roho inapokuwa ndani yake, kuongea uongo, anaona ni sawa kabisa. Mbona ni, ni kitu cha kawaida? Ni roho ambayo wewe ni mtumishi mkubwa, wewe ni muumini wa kawaida unatakiwa, inawezekana una huduma ndani yako ipo. Kuna watu wanakusubiri kwa ajili wewe ukawafungue, kuna watu wanakusubiri kwa ajili wewe ukawapoje, lakini kwa sababu kuna spiriti ziko ndani yako bado hazijatoka ndani yako, wale watu wanakosa huduma kwa ajili yako. kila mtu ajili ya kufungua sasa. Kama roho bado zipo ndani yako hazijatoka, halo? Amen. Amen. Mwambie wenzako, acha uongo, acha uongo, hiyo roho ya uongo wa pili mpaka tatu. Unaweza ukakuta katika familia watu ni walevi, kuanzia baba, mama, mtoto, wote ni walevi, inaenda kwenye generation to generation. inaenda kwenye, niseme nini, hivyo hivyo vizazi na vizazi, tabia ile. Unaweza kusema ni mlevi wa kutupa, aachi ulevi, aachi kwa, hawezi kuacha ajili ya ukombozi wa watu lakini ile roho na ile nafsi imemng'ang'ania haleluya. Amen. Haleluya, Amen. Tutaenda nyingine, masengenyo. Kwenye masengenyo hapo sasa, kwenye masengenyo hapo sasa, kuna watu wanaweza kusengenya mpaka ukakata tamaa kutaka kutoa kabisa kwenye neno. Hiyo ni roho kamili Ukiona una hiyo tabia ya kusengenya, mwambie Mungu wakupoje ili utoke katika hiyo roho na kushusha kipawa chao. Watu wanaomba kila siku wakilia, lakini katika vile dhambi za siri ambazo wamezibeba, hawajui za vigani zazaapana wasibuke. Wanaomba kufuka, wanaomba kuwa wachungaji wakubwa, wanaomba kuwa watumishi wakubwa, wanaomba kuwa kumbe kuna vizuizi vya siri ambavyo wanavyo ndani ya mioyo yao. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Roho ya masengenyo inaweza ikaleta uharibifu mbele za watu, mbele za familia, mbele za jamii, mbele za kila eneo, inaweza ikaleta uchunganishi pia hadi uwaji roho za masengenyo. Usipokuwa makini, unaweza ukaua mtu kwa masengenyo. Sasa unapoua unakuwa umetenda nini? Na ile dhambi na ile dambo sitakunilia. Bwana Yesu, yeah, asifiwe. Tunaenda kuona nyini ile tamaa watakwamilishini wewe aamini, wakwamilishe kwa watu wake. Kama labda wewe ni mchungaji unatamaa, una wachungaji ukomuoni paka dola mia dola mia mbili oo, wow. Wapo mwingine anakwambia sikombei, kama una sadaka sikombei. Mwengine anakwambia kabisa, usipokuja kanisani kwangu kwenye simu sikombei. Anajua ukienda utaacha kitu Ukienda anadanganya kabisa, ili apate kile kitu anachotaka. Roho ya tamaa ikishakuvaa ndani yako, hiyo dhambi ya siri, wezi kuvuka ni ngumu. Kwenye kuvuka, kwenye roho ya tamaa, Mungu hapendezwi na roho ya tamaa. Mungu kisoma katika hiyo upendo pia, nakuambia vitu ambavyo Mungu hapendi: ulevi, tamaa hapendezwi na roho ya tamaa. Ili uweze kuwa mchungaji au mtumishi au mtu chamaa wa kuaminika, ondoa hiyo roho ya tamaa. Kama iko ndani yako roho ya tamaa, mwambie Mungu aiondoe hiyo roho, kwa maana kwenye kuvuka kwako ni ngumu. Mtu anaweza kakuaminisha kwenye kazi, kwenye familia, kwenye eneo lolote lile, tamaa ikakuaribia. Kuna watu wanaweza wakapata hata neema kazi lakini wanaingiwa wana tamaa, wizi. Anakosa kazi sababu ya wizi, sababu ya tamaa. Anaona kwamba mimi ninataka zaidi ya yule, hata bosi aliyokuwa anafanya. Hiyo ni zambi ambayo inakufanya wewe usiweze kuvuka, kila unapoweka unabaki na ile alama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wizi, roho ya wizi hapa sasa unakuta mtu anataka tu kuiba. Ilikutana na mtu mmoja ana pesa, sawa? Ni mtu mtu yuko kabisa, iko nje kabisa, ana pesa na kila kitu. So kama ana pesa, mwizi sio lazima awe maskini peke yake. Wapo wezi hadi matajiri, wezi wapo hadi mwenye pesa ni mwizi, ndio roza tamaa zenyewe, anahitaji zaidi. Mtu anakwambia anaenda supermarket kwa nini unaiba basi? nanisikia tu kuiba. Kwa nini wanipi hao, na ana pesa? Sio baba ana pesa. Wewe unamwangalia mwenye pesa, kumbe ni roho kamili na ufanya asiweze kufika kwenye ya hatima yake, asiweze kupita katika ile huduma ambayo Mungu amemwandalia. Wizi, kama una roho ya wizi kuvuke leo. kama una roho ya wizi ya kuiba ya kufanya chochote cha wizi, itoke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo roho inakufanya wewe ubaki hapo hapo. Mungu anataka akukuadilisha kwa watu. Mungu anataka akuambili kwa wewe kwanza. Hiyo dhambi ya asili Watu wa binafsi hadi kwa watoto wao. Kuna watu wa binafsi hadi kwa wake zao. Kuna watu wa binafsi hadi kwa ume zao. Kuna watu wa binafsi hadi kwa, wa kwa kwa watu wote Kaanguka manacheka yule mamona kaanguka, yule kaanguka. Mungu angekuwa anaweza kufungua macho ya dhambi za siri watu wanazozifanya, pangekuwa patoshi. Kuna zile dhambi watu wanafanya kwa siri, ambazo hakuna mtu anaweza kujua, lakini wewe ndio wa kwanza kunyoshea mwenzio kidogo ile nahitaji kutolewa hiyo dhambi ya siri, nataka kutoka. Una una una mitaji, una biashara. mwambie mke wako siku nakuja kudondoka hapo, watoto wanafanya watu, wanakuwa wanazuluku ubinafsi ya kuona mke wangu atachukua mali zaidi. Una vitu vya kumwelekeza ambapo najua kabisa anaweza akafanya. Leo yupo, kesho naumwa, kesho sipo, elekeza ubinafsi ya watu ambao anamwambia, mwingine anamwambia mke wake ufanye kazi. Ubinafsi, kesho upo, unamwambia usifanye kazi, umeanguka, umekufa Uchoyo, kumbe ujuza kaja tauya mgeni ukampa chakula, Mungu akafungua milango mikubwa paykadah

tayari unakuwa umeshapanda roho shetani, mzima mzima yuko ndani yako, kasoro mapembe au sura yake tu, lakini ni wewe mwenyewe, mtu mwenyewe unaosababisha uchonganishi, unaosababisha huduma ya mtu isikue, unaosababisha hata huduma ya kwako isivuke. Roho za uchonganishi, roho za ubea. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Dhambi ya siri imemng'ang'ania mtu, mbishi, hataki kuambiwa chochote, anachoambiwa yeye yeah, anachotaka ni anang'ang'ania pale pale, anakoshikilia pale pale. Tunaona ubishi uliwaangusha watu. Sauli alikuwa mbishi, akaangushwa, alikuwa mbinasi, akaangushwa. Kukosa utii mbele za Mungu, huwezi kuvuka. Utii umebeba mambo mengi katika huduma, sio tu kumsikiliza Mungu, hata kumsikiliza mwenzako, kumpa heshima. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Usipompa mwenzako utii, wewe ni nani? Uwe profeti, uwe mchungaji, uwe mwinjilisti, uwe mtu Uwezi ukajiinua na mabavu eh, ndo nimepita hapa leo eh, watu wa kuinamie watu wa kutetemekee who are you ua akakunyenyekea, wewe unaona hivyo? Sio kama anakunyenyekea, una pesa, bali ni roho iko ndani yake inaofanya kazi ambayo Mungu anamtumia kwa ajili ya kazi yake Amen. Sasa wewe tu wa kawaida, ubishi, ukiambiwa utaki maelekezo kabisa, umeng'ang'ana. Ndio watu hivyo wanaanguka kwenye ubishi, utii zero. Na nakuwaje mtu wewe, sio mtii Siku unaambiwa anguka, mara moja, jikumute, tembea. Unaanguka mara pili, jikumute, tembea. Ni bora yule ambaye anajikumuta anatembea kuliko nukaa pale. Bali ukiwa mbishi wewe, jua hiyo yu ni dhambi ya siri imekung'ang'ania. We mwenyewe gijui ni dhambi kubwa ambayo imekung'ang'ania, kwa sababu ukiwa mbishi, hata Bwana anakusemesha na upishi unakuwa amekaa kumbe, unaweza huko saa kumbe ni dhambi ya siri ambayo shetani ameifunika, ni roho ambayo ameiweka ili wewe usiweze kufanikiwa, ili wewe usiweze kufika katika kwanza, onewa kufika katika ile hatima ambayo Bwana anatakiwa kumbe. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana Ale. Halo? Ale. Halo? Ale. Halo? Ale. Halo? Ale. Wache ubishi. Tunapopewa maelekezo, tunapoambiwa na Mungu, tunapoambiwa na watu, tutii. Ubishi sio mzuri, unapoza. Bangi, madawa ya kulevya, bangi, madawa ya kulevya, watu, vijana wengi, sio vijana tu peke yake, hata watu wengine atawatunita. Kwa kawaida mtu anaweza kaona, uh, unaondolea steam wewe sasa umeshakuwa mtu mzima, ameshakuwa mzee, bado si vijana, bangi. Kumbe ile ni dhambi inamtafuna, inamtafuna, inamfanya aingie kwenye ulevi, inamfanya aingie katika bangi, inamfanya avute madawa kulevi, anajidunga. Kumbe ni roho ambazo zimetumwa kutoka kuzimu kuua vipawa, kuua kile kitu ambacho uko nacho ndani yako ili kimtumikie Mungu. Amen. Hasira. Kuna watu wana hasira mpaka anaweza kakushikia kisu, hasira mpaka anaweza kashika kisu nao kukimbiza. Na kama una roho ya hasira, hiyo ni dhambi ya siri ambayo umeibeba, inaokufanya utumishi wako kwenye kufika viwango vikubwa ni ngumu. Ondoa hiyo roho ya hasira, mwambie Mungu aiondoshe hiyo roho ya hasira ili wewe uweze kufuka. Kuna watu wana karama kubwa, kuna watu wamepewa vipawa vikubwa, lakini anaweza akapamba na hasira, hapa anaweza akapigana mpaka ukajiuliza ta unafanya kazi ya kutu. Acha toa hiyo roho ya hasira ambayo iko ndani yako. Hiyo ni dhambi ambayo imejificha, huona ni kitu cha kawaida, kumbe inakufanya wewe usiweze kuvuka. Vipawa mmepewa ni vikubwa sana. Kuna watu wana hati makubwa hapa. Usije hata siku moja ukamdharau mtu unaosoma naye tunapokuwa mashuleni. Inaweza kapa mfano watoto watoto, kumbukeni na urudisha nyuma, wote tunaenda shule, hata kama ni primary, unakaa na mtu unaongea naye unacheka naye lakini, kumbe wengine anakuwa rais, kumbe wengine anakuwa mbunge, kumbe wengine mchungaji mkubwa, kumbe wengine anajiuliza kwa nini unakaa naye, lakini ni mtu mkubwa. Hasira ondoa roza, hasira, hasira huwezi kuvuka kwenye utumishi wako. Wivu, wivu ni machukizo mbele za Mungu, kwa maana unapomonea mwenzako wivu, unaweza wivu ulimua. Tunaona Yusufu, ndugu zake walifanya mpaka akapelekwa sehemu ambayo sio, lakini kumbe ilikuwa kwa niatima yake. Kuna vile vitu vingine vinaweza kuupewa kwa niatima, kuna vingine vinakuua. Tunaona Sauli, wivu Ulimpoza kwa Daudi eh? Tunaona Penina na Ana, tunaona watu wengi kwenye Biblia, Kaini na Abel. Wivu unaua. Wivu wa kiasi sio wivu wa maendeleo, labda wivu wa wanandoa na ambao wa kiasi sio wa kupitiliza kesi nyingi huko mitandaoni, watu wanauliwa. Mtu kamchoma moto mke wake, kamchoma moto mume wake, kamuua mume wake, kamfungia ndani, kamfanyaje sijui. Kamwivu ni roho kambili, na kufanya wewe ambayo imejificha hiyo dhambi ya siri usiweze kuvuka kwenye karama. Shetani anajua kwamba ikichombo ni hatari misimama, ndio maana Shetani toka unatengenezwa tumboni akijua pamoja wataleta kitu hatari sana wanawatenganisha. Unatafuta ndoa ndoa ndoa ndoa, baadaye nikimuunganisha na huyu mtu hapa, kwa sababu wanajua kitu ambacho utachokileta kitakuwa hatari, kitakuwa ni chombo cha Bwana ambacho kitafanya kitaumiza falme zao. Amen. Sasa wivu, shetani ana wivu, shetani ana wivu mwenye na shetani alipo mjanja anaweza kuwa malaika wa nuru anaweza kuwa malaika wa nuru kwa nini anaweza kawa mtu kabisa sio shetani ali na mapendo akajifanya na upendo kabisa n mafaraka lakini atachiaje? Mafaraka lazima atekwa roho safi, ajifanye nuru. Wivu unaharibu huduma, vipawa. Shetani awezi kubali kukuona wewe unaenda kumwombea Melinda. Shetani wewe awezi kuona unaenda kumfungua mtu magonjwa. Kuna mtu huko amekaa na kusubiri wewe uende kumfungua. Una mtu kuna mtu amekaa anasubiri wewe upe udhabibu, kuna mtu amekaa anasubiri wewe upe uinjilisti, umwambie Yesu ni nani, anahitaji ukombolewa, lakini kwa sababu ya wivo ukikaa ndani inaua vile vipawa. Bwana Yesu asipiwe hey. Upishi sijui nimeshazungumza, enda haraka haraka, muda asipeleke haraka

iwepo ndani yako, unatakiwa na roho na ni roho ya unyenyekevu. Kama una kipawa ambacho Mungu amekupa, kama una huduma ambayo umepewa kwa ajili ya kitu fulani, kuna mtu amepewa nyingine huduma kubwa, akienda anamwambia tu, ninaona kuna kuna shida kwenye tumbo, kuna shida hii na hii, lakini sasa huifanyi kazi vile vitu ambavyo umevibeba kawaida kabisa ukaona kitu cha kawaida, kumbe shetani ndio amekutega hapo katika huduma yako katika vipawa, ili usiweze kufuka. Bwana Yesu asifiwe. Halo, tafakari, ni dhambi gani ya asili ambayo imekupema na kukutafuna wewe? Ni dhambi gani ya asili ambayo iko ndani yako? Tafakari, ni kitu gani kipo hakijatoka, kimemng'ang'ania ambacho ya kiacha kiache, ili wee mtumishi mkubwa, kiache ili kipawa kifanye kazi. Unasikia mtu anakwambia, nilikuwa na maono makubwa, nilikuwa nabii mkubwa, nilikuwa natoa vitu mbalimbali, nikiona cha kesho, naona cha lini, havipo tena ndani yako. Tusimame ili tumwambie Bwana sasa aondoe hiyo siri ambayo adui ameificha ndani yako, yamkini unajitambua, yamkini